ongea na tunapata naye kila siku, lakini mbele, kwa kwanza, mada ya leo pasta, eh, kuna video kwa fulani nataka kwa tu tazame ni Rasha wametuma, wamefanya campaign, wametuma kufuatilia stories za zamani za Biblia. Watu wa akili wamefungua, wale Rasha wamefungua kufuatilia wa mitume wa zamani, wamegundua mitume wote, mabibilia yote stories wote, kuanzia wa Abraham wote kwa kwa Yesu. Kwa nini Russia? yeah. Russia natoa hii yeah, na hii hmm. hmm. Kwa ni documentary wameambiwa Russia wakitoa ikitoka kabisa hii vile. Sasa, hii hapa hii inataka kuonesha sehemu gani ya muhimu, kwa nini ina-, yani iko napiganika Yesu asijulikane kama ni mweusi Ah, maake tukiweba maneno kupale uh -huh. ni kutaka kujuliganisha kama Yesu ni mweusi. Ya. Njoo hile wana kumbaya. Njoo hile wana kisha Yesu kwa mweusi ni faida gani? Uh -huh. Ha, ha. Kisha sasa, hapa uh -huh. itaka kujulikana kama Yesu ni mweusi. He? Eh? Uh -huh. Njoo itakuja sasa kurudia sasa turudia mu Biblia. Njoo uh -huh. ukiingilea mu Biblia, hakuna mahali wanasema Yesu ni mzuri. Lakini kuko mahali walifananisha Yesu as kama mweusi. Mimi ningeliomba topic yako, nadhania Yesu alikuwa precise mwa misemo yake, nikasoma mu Yohano mm. mstari wa barua mm. yake ya tatu na mstari wa kumi na sita, nadhania ile barua nasema hivi kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hmm. Akatuma mwana wake wa pekee mm. Kila kila yeyote atakaye mwamini aokolewe asipotee mm. So, no, kufatana na video hiyo natoka mkutuonesha, paka marasha natuma video ya kuonesha kama Yesu alikuwa mweusi mm. Patati patata mm. Kietu siye ni nini ni, ni. Hmm. Kama Yesu alikuwa mweusi hmm. Manake ndio tunapata wokovu ama vile Yesu kama ni mzungu hmm. Sisi tunashinda wokovu, jiasema pa kama vile ni mweusi, wokovu inakuwa na aina gani? Tena iko ile ile tu hmm tusikalie mu madeba moye. Kwangu mimi kwangu binafsi mimi, taita kama ni madeba moye kwa inutile, unaona mm. Kivyangu mimi tasema sio ni deba inutile kwa Yesu mwenyewe anasema mm. No, Mungu anasema, kwa maana alivyopenda ulimwengu mm. akatoa mwana wake wa pekee mm. yeyote mm. sikia mzuri pale

Kia muhimu kia kufaidikia ni kile Mungu alivyosema alipenda ulimwengu na akatuma mwana wake wa pekee, ule atamwamini apate uzima wa milele. Kuna eti full stop. Unajua kitu kinyeta faidisha watu ni ukweli. Ukweli nini? Ukweli ni kumwamini tu Yesu Kristo kwa njia ya Bwana. Ngoja nikupatie mfano mwingine eh. Tuseme kwa mfano useme gari eh, uko na gari unasikia kuna paki gari mbili za modeli moja zote gari tuseme ni Nissan zote za ruge. <laughs> Lakini zile gari zote za ruge za Nissan siziko na vifungo tofauti na plate tofauti. Wakikwambia sasa, inabidi utambulishe kama hii gari ni yako, iko na uhusiano na weye, utafanya ni

mwisho ayote maneno manatafikia kama mm, saa vile Yesu ni mweusi ni wetu tusi mweusi hapana. Hapa juzi juzi mm -hmm. wanaitwa Israelite, ni dini ya wa Israeli watu weusi kizani. Hata huko familia unawajua, kwa chai kutupata tukiwa na kuhubiri, wakaanza kuhubiri, kafika mkanisa, akakaribisha muda tu wenyewe walisema Yesu ni mweusi mm. Walipigwa mawe na wengine walilazwa na mabunduki. Papa video iko hapa, nitakuonesha ta play video sasa. Mbo, tu... sasa iki undi mimi mm. naweza kuya naweza kuitika mawe yako ilikuwa na shehe kupika mapana, kwa nini? mm. Niendeni mkahubiri neno la Mungu mm. Yesu anasema enendeni dunia nzima mkapaze neno la Mungu na mfanye watu wote kwa wanafunzi wao. Mbona akusema sema sasa mm. si mm. aku mm. mm. mm. aku vile mm. ni, mbele tunaona Yesu ni mzungu ni mweupe sita tata mzungu ni ngozi mweupe. Akusema enendeni mahali popote peko rangi mweupe hmm. mkapaze sauti habari zangu hmm. akusema vile hmm. angelisema vile akasema enendeni mahali pote pale, mtakuta mtu mweupe mzungu, mumpatie habari zangu, pale ndio ideba ingelikuwa nafasi, kwa sababu tungelisema oh hii masiku yote mnatudanganyaka kama Yesu ni wenu mweusi, kumbe anakuwaka wetu. Hapana, mturudishie Yesu wetu. Mm. Lakini akusema hii, Mungu akusema hii. Yesu akusema alisema nendeni mahali pote duniani zao mukafanye watu wote kwa wanafunzi wako. Maana kimulemo watu wote. Mm. Ina inaachana na nini, na hii Mungu alisema kwa maana alivyopenda ulimwengu dunia akatuma mwanawe wa pekee. Ndugu pasia. Na wewe yeye, tabari bale, bale pika mawe. Mujite, kama nafahamishana, mwikale pale msiba banduku, eti usizungumzie maneno yabo, usizungumzie, tuzungumzie okovu. Eh, rangi, rangi, okoe mtu kama kama ni okovu. Eh? Njoo ni maana lazima. Kwa nini sasa walipiga maji juu kusema Yesu eh, mweusi. Yana maanisha kwa. Bana sasa kwa kwa nini picha picha picha ya Yesu Yesu utatoa ile wakati wameprint image, wametia picha ile dalili kila mtu, hata wewe sasa ukisema basi. Sinakwambia so. Ah, ah. So, sina kwambia kwanini mi nasemea vile kwanini mkontext kanasemea vile. Mm. Yesu sio wa mtu mm. kikawa vile president mm. weye president kwa mfano ni kabila yako mm. ni mtu ekola kabila asina president uvile kupali kwa mfano kuwa kabila ya mtu fulani ukikawa mm. president hauna tena mtu wa kabila wa Kongo o, wa, wa Kongo eh. Kabila ni eh, muyuda, eh. wa eh. ni wote ba ba huko na nani kumye. Kumye. <laughs> kumye. <laughs> kumye kwa nani juu kiingia kwa neno ya Yuda kila kitu kilipitikana eh. ilipitikana Afrika

Ukichosema rangi haifanyi kwa ni wewe. Wewe rangi inakusaidia wewe ni. Inakusaidia ni njoni mweusi. Kwa kinini sasa? Eh? Faida gani? Imani. Unajua ni mweusi. Imani gani? ndio ndio rangi ya Yesu. Eh? Imani gani ndio ndio ndio. Mwana wa rangi mko huko. Wana jua mtu wa Afrika, njoo mtu akaanza mtu mweusi iko na ngozi nyeusi, njoo mtu anachukuliwa sana. Wewe si ungeongea. Wewe ungeongea hivi. Bana tunya sina Ibana mnisikie, wale wao wanifuate. Mimi sina mtu mmoja, wale wao wanatangaza Yesu kama ni mweusi.